Kama bado unateseka na changamoto ya vidonda vya tumbo ajiulize haya maswali matatu haya. Ikiwepo kwenye swali lolote jibu lake likawa hapana, basi jua ndugu yangu, hauwezi kupona vidonda vya tumbo. Swali namba moja ni kwamba je, sababu ya vidonda vya tumbo kwangu ni nini? Je, ni acid reflux au ni H pylori? Na haya majibu utapatiwa pale baada ya kutibiwa, lakini pia je ni na aina a, ya kupimwa. Je, ni na aina ipi ya vidonda vya tumbo. Je, vipo kwenye utumbo mdogo? Je, vipo kwenye kuta za tumbo? Je, vipo kwenye kora chakula? Hilo ni swali jingine aa, ni swali namba moja ambalo unatakiwa ujibu ujijibu wewe. Kama ni hapana, huwezi kupona vidonda vya tumbo. Swali la pili, je, nimebadilisha vyakula vinavyozalisha asidi na tabia zile zinazopelekea uzalishwa kwa asidi na vidonda vya tumbo kuendelea kudumu kwenye tumbo lako. Jiulize kama unaendelea na zile tabia, ndugu yangu. Acha nimeshaelezea pia tabia ambazo zinasababisha changamoto hizi. Lakini pia mwisho, je, unatumia dawa ya kuponya chanzo cha tatizo au unatumia dawa ya kuondoa dalili za tatizo? Ni moja ya swali kubwa sana ambalo unatakiwa ulipatie majibu. Kama kuna swali lolote hapa, jibu lake mojawapo kati ya swali nililosema ni hapana basi huwezi kupona vidonda vya tumbo tuambie, hapo ni swali lipi ambalo ajibu lake ni hapana, ili tuweze kusaidia. Kama bado unateseka na vidonda vya tumbo, wasiana Dr. Jimmy ili upate stomach ulcers zitakusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Karibu na Mungu akubariki.